Namuomba yule aliandaliwa kwa ajili ya kusoma wasifu wa marehemu kutoka ndani ya familia, tafadhali wakati ni wa kwako. Studio, achia wimbo kidogo, wakati yule msomaji wa wasifu wa marehemu akijongea eneo ambalo mimi nimesimama. Studio. Unayo amani ya kutosha licha ya magumu haya ambayo tunapitia kama ndugu, jamaa na marafiki. Una amani brother, hebu punga mkono namna hii, kama una amani geuka pande zote, unaanzia hapa, anzia hapa bro Bro, anzia hapa anzia hapa anzia hapa anzia hapa, alafu punga mkono, uachie tabasamu, zunguka kote. Amekwenda kaka yetu, amekwenda rafiki, nasi tutaonana naye tena baadaye. Uh, hakika unayo nguvu ya Mungu ndani yako, na sisi tunaendelea kukuombea kaka, uendelee kuimarika. Msafiri salama, na mpumzishe kaka yetu salama pale kijijini Moshi. Karibu kwa wasifu mfupi wa mpendwa wetu. Bwana Yesu asifiwe, apewe sifa Yesu. Mkurani mwangu nimeshika wasifu mfupi wa marehemu ndugu yetu kaka yetu mtumishi wa Mungu Paulo Masawe almaarufu Tol. Kwanza kabisa tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yote, kuanzia uzi kuanzia uhai wake, kuanzia maisha yake ya duniani na hata sasa ilivyompendeza kumwita kwake juu mbinguni. Mpendwa yetu ndugu yetu kaka yetu Paulo Massawe almaarufu Tolu alizaliwa katika hospitali ya Mango iliyoko Kibosho Magharibi, kijiji cha Manushi, mkoani Kilimanjaro, mnamo tarehe kumi na mbili mwezi wa tano mwaka elfu moja mia tisa na sabini na nane. Ndugu yetu alipata elimu ya msingi katika shule ya Manusi Chini kuanzia mwaka elfu moja mia tisa na tisini ambapo alihitimu darasa la saba Mwaka elfu moja mia tisa na, tisini na sita na baadaye alijiunga na shule ya sekondari ya Umbwe kuanzia mwaka 1997 hadi mwaka elfu mbili alipohitimu elimu ya masomo ya sekondari kwa levo ya form 4. Ndugu alijiunga na chuo cha ufundi cha Mosh Tekniko kuanzia mwaka elfu mbili na moja mpaka mwaka elfu mbili na mbili alipohitimu masomo ya ufundi wa umeme wa majumbani. Ndugu yetu Tol. Baada ya hapo, alijishughulisha na shughuli mbali mbalimbali za ujasiriamali ikiwepo ufundi kwa baadhi ya mikoa na biashara, kwa mfano kama Kilimanjaro, Tanga, Singida na Arusha, lakini baadaye ilimpendeza kuhamia Dar es Salaam mnamo mwaka 2007 ambako alifikia Kimara, maeneo ya zamani palikuwa panaitwa Mwembeni, ila baadaye kufika pakapata umaarufu pakaitwa kwa Tol ambapo sasa mpaka leo panaitwa kwa Tolu. Ndugu yetu alijiendelesha na biashara mbalimbali pamoja na ujasiriamali tofauti tofauti kwa muda wote ambao amekuwa hapa Kimara hadi ilipofika mwezi wa saba mwaka huu elfu mbili na ishirini na tatu alikuanza kupata maumivu sehemu mbalimbali za mwili ambapo alipelekwa hospitali ya Palestina kwa vipimo na matibabu na baadaye baada ya muda kidogo alihamishiwa Muhimbili. Nako hawakuweza kujua shida yake, wakamhamishia Mloga nzira, ikagundulika kwamba anasumbuliwa na homa ya ini. Alipata matibabu kwa muda tofauti tofauti, na akapata nafuu, ila hakurejea kwenye biashara zake kwanza, wakati anajiuguza. Na ilipofika tarehe kumi na tatu mwezi wa tisa, hali ya mpendwa wetu ilibadilika ghafla, tulimkimbiza hospitali ya Muhimbili ya Palestina lakini bahati haikuwa upande wetu. Mungu alimpenda zaidi. Ilipofika tarehe kumi na nne mwezi wa tisa maisha ya ndugu yetu yalikatishwa duniani ili kufungua ukurasa wa maisha ya mbinguni. Hivyo ndugu yetu Paulo Masawe baada ya hiyo tarehe ndo aliaga dunia. Shukrani za kipekee tunawapelekea madaktari wa hospitali zote waliojitahidi kujaribu kuokoa maisha ya ndugu yetu Tol bila mafanikio. Lakini pia kwa mchungaji aliyetuongozea ibada, tunakushukuru sana baba mchungaji. Tunashukuru serikali ya mtaa wa Mavurunza kwa jitihada zao pamoja na ushirika waliotengeneza kwa wananchi wao Kuanzia ugonjwa wa Tolu tumewaona wakitukimbilia mpaka kufa kwake, mpaka na siku hii ya leo, ambao tunajiandaa kuondoka hapa kwenda kumpeleka kwenye mbaki ya milele. Tunawashukuru sana ndugu jamaa na marafiki wote waliomkimbilia mara zote bila kutuacha, bodaboda wa Kimara, wafanyabiashara wa Kimara kwa Mrema, pamoja na watu wa jogging, pamoja na wananchi wote wa kata hii ya Mavurunza, wote tunawashukuru sana. Kuanzia mwanzo mpaka sasa tumewaona mlivyoungana. Mungu awabariki sana. Mmeonyesha kuwa nyie ni familia, pamoja na kwamba ni watu tofauti tofauti, lakini mmeonyesha kwamba nyie ni familia moja. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Bwana Mungu alitoa, na sasa Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe milele. Mungu awabariki sana, asante sana, asante sana. Kwa niaba ya familia bratha, tumeamini kwamba tuna uwepo wa Mungu mchungaji, maneno tuliyoyatoa hapa hakika hayajaeleaelea ile tu, yameingia ndani ya mioyo ya watu na yanaishi katikati ya katika. Tunakushukuru sana kaka, pole, nimekupa mkono huu kwa niaba ya umati wote huu ulioko hapa. Poleni sana, sisi tu sehemu yenu, na hakika Mwenyezi Mungu aendelee wa kuwatia nguvu. Msafiri salama, pumzishe rafiki yetu, ndugu yetu salama, hatimaye tuanze safari ya kuyatengeneza upya kadiri ya maelezo ya mchungaji.